Na habari kuu duniani hivi sasa ni kuhusiana na kuchaguliwa kwa kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani ambapo Cardinal Robert Prevost ametangazwa kuwa ndiye kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, na yeye ndiye Papa wa kwanza kutoka Marekani na amechagua jina la Papa Leo wa kumi na nne. Kanisa Katoliki limempata kiongozi wake atakayewaongoza takriban waumini bilioni moja nukta nne duniani kote kiongozi huyo amepatikana baada ya uchaguzi uliofanywa na makardinali wapatao 133 kutoka mataifa sabini eh, na yeye alizaliwa huko chicago septemba 14 mwaka 1955 alisoma katika umoja wa kiteolojia wa kanisa wa kikatoliki eh, wa chicago na alitunukiwa diploma ya teolojia pamoja na mambo mengine eh, na yeye akiwa anatoka katika shirika la wana Agustino ama Agustinian, e, moja kati ya e, mashirika e, maarufu ndani ya kanisa Katoliki. Na kwa ufupi tu e, yeye e, alikuwa ni kiongozi wa dikasteri ya maskofu na rais wa tume ya kipapa ya Amerika Kusini tangu mwaka elfu mbili ishirini na tatu. Na yeye alikuwa, miongoni mwa majukumu aliokuwa anayefanya ni kuchambua Eh, kabla ya maaskofu kuchaguliwa na, na papa yeye ndo alikuwa anatoa mapendekezo. Na kabla ya hapo alihudumu kama askofu wa, shik, eh, wa eh, chik, eh, Chiclayo huko nchini Peru kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2023 na, na kabla ya kuwa askofu wa chik, eh, Chiclayo alikuwa mkuu wa shirika la Mtakatifu Agustino OSA kutoka mwaka 2001 mpaka mwaka, mwaka 2013. E, alizaliwa mwaka 1955 huko Chicago, Illinois, Marekani, na ni msomi mwenye degree tano. Alipata daraja takatifu la upadri mwaka 1982, baada ya kuhitimu shahada ya falsafa yani bachelor degree in philosophy na shahada ya teologia, yani bachelor degree in theology huko Illinois, California mwaka 1984. Alitumwa masomoni nchini Italia na kuhitimu shahada ya kwanza ya sheria za kanisa E, katika chuo kikuu cha Mtakatifu Toma wa Aquino kilichopo Roma. Mwaka 1987 alitimu shahada ya umahiri katika sheria za kanisa na baadaye shahada ya uzamivu katika sheria za kanisa e, kutoka Pontifical College of Saint Thomas Aquinas. Kisha alirudi Marekani na kutumwa umisheni huko Amerika ya Kusini ambapo alitumikia nafasi mbalimbali ikiwemo askofu wa jimbo la Chiclayo nchini Peru. Mwaka 2015 aliomba na kupewa uraia wa Peru wakati huo akiwa bado raia wa Marekani. Leo jana uh, uh, tarehe nane mwaka 2025 na amechaguliwa kuwa papa wa 267 akimrithi Papa Francis na amechagua kutumia jina la Leo wa kumi na nne e, akiendeleza ama akichagua kuendeleza yale ambayo aliyofanya Leo wa kumi na tatu. Aliongoza mwishoni mwa karne ya kumi na tisa eh, na mpaka mwanzoni mwa karne ya ishirini alipofariki. Sasa tunaungana na Peter uh, Sipano eh, kwa uchambuzi wa kina kuhusiana na uchaguzi huu wa kihistoria, uchaguzi ambao ume, e, imechukua takriban miaka kumi na mbili kushuhudia tukio kama hili, na mara ya mwisho tukio kama hili lilioshuhudiwa mwaka elfu mbili kumi na tatu. Sipano, karibu sana. Abem, tunasema Abemus Papa. Abemus Papa. E. Hiyo <laughs> neno. Jana Roma palilifuka watu laki mbili ndio walifurika mm. kutoka pande zote za jiji la Roma kuelekea Vatican. Uh, kulikuwa kuna mara mbili ulikuwa unatoka moshi mweusi baadaye umetoka moshi. Imechukua siku mbili tu, e, Kukum... ni, uh, uh, ni raundi uh -huh. ya nne tu ni moja ya lakini siku mbili siku mbili, siku mbili, mbili. Mm. lakini kwa kumpata papa ni kazi, yani ni kwamba watu wa makardinali walikuwa wamejipanga sana, kwa sababu raundi ya nne kumpata papa ni kazi, ni kazi mm. kwa hiyo ni kwamba ni huyu anafaa sana, na ni hata kwetu sisi East Africa, alikuwa po East Africa hata mwaka huu tu kautu, kwa hiyo alikuwa Kenya, Kenya, Kenya. Hmm. <laughs> na ni, ni mwenzetu kusema kweli kwa kwaunazungumza uh, lugha ya Kiingereza ni Marekani ambaye ni Mmarekani wa wanyonge, sio Mmarekani wa walembo, labda wengine hatu mm. Najua kabisa ana uraia pia wa Peru na alikuwa ni profesa kule mm. na alikuwa kwenye tume ya elimu Peruu. Kwa maana hiyo, ni mtu ambaye awakufungua dunia na kuchagua jina leo mm. ni mfunguaji wa dunia kama mm. mfano wa mama Samia mm. yani, ni mfunguaji mm. yaani si mtu wamesimama wa, wa, wa, wa, wa, wa, ambao mm. kafunga funga n yani labda si hapana maana ya Leo ni kwamba hata huyo Leo wa mwisho wa 13 ndiye aliyekuwa anaifungua dunia mpya miaka kama mia. Anasema alikuwa na mchango mkubwa katika nyakati, mw, nyakati like za kisasa za kanisa wakati huo kukiwa pia na, na mabadiliko, lakini huyu anatoka katika shirika la nasema hili e, la mtakatifu Augustine, e, Augustine wa Hippo yeah. E, na yeye akiwa ni moja kati ya unajua ile shirika la sifika ni watu ambao wanaelewa sana wasomi e, na wanafahamu mambo mengi sana ya kisomi e, ndani ya kanisa yeah. Yameandikwa ya na wa, wa, wa, wako nje ya boksi sana e. E, na ni, ni kundi ambalo tuseme ni jeshi la wanyonge mm. Yaani kama unavyoona yeye hajakaa Marekani mm. si miaka yote kaenda kwenye tena, huko nchi anazoenda, anaenda sehemu maskini mm. Kwa hiyo wao ni kama wanaharakati wa kinyonge mm. Lakini wakielimu sana sawa sawa. Hebu tumkaribishe padri Uh, Titus Ngapemba ambaye yuko Roma hivi sasa. Uh, padri Ngapemba, karibu sana kwenye matangazo yetu ya, uh, morning Trumpet, na tuambie hali ikoje na wewe pia tueleze hisia zako baada ya kumpata kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani. Asante sana, binafsi ninashukuru baada ya kupatikana kiongozi mpya. Kwangu mimi ni kama kiongozi wa kiroho kwa sababu ni askofu, na sio tu padre n sio tu em, askofu mkuu wa Roma, lakini pia kiongozi wa kiroho ulimwengu mzima. Kwa hiyo kwangu mimi kama padre basi Walam sasa tumepata kiongozi kwa sababu kazi zilisima ingi, mm, ma, maaskofu zingine zilisimama, kimsingi uchaguzi wa Mascofo, na shughuli zingine za kutangaza takatifu, kazi nyingi zilisimama, zipo nasubiri kupata kiongozi huyo. Kwa hiyo mm, sasa mambo e, ni wazi yataenda vizuri. Kwa hiyo yangu binafsi nimefurahi kama padre, amepatikana kiongozi mpya na kazi zinaendelea, na kama alivyotoka na kusema neno lake ya kwanza, anawatakia yani patch of way kwa Kitaliano, nataka neno la amani, anataka amani. Kwa hiyo mm -hmm. bila shaka basi na migogoro inayesumbua huko mashariki ya kati, na huko sehemu za Ulaya bila shaka atashughulikia vilivyo, kwa sababu tukumbuke pia Papa ni, ni moja wa eh, sio kiongozi mjumbe wa nani, kwa maana kwamba katika umoja wa mataifa waku yeye ni, ni, yeah, ni memba wa ni, ni permanent eh, observer lakini sio mwanachama kama vile walivyo mataifa mengine. Kwa hiyo ana nafasi mm, kubwa na mchango mkubwa, tunaangalia licha ya mambo ya kiroho, lakini pia tunaamini kwamba atakuwa na nafasi kubwa sana katika mambo yote yanayohusiana na mambo ya nausiana, mambia, ya sio kidunia tu, kwa maana kwa maana mambo yanahusiana na mambo ya amani, mambo ya kuweka sawa katika ulimwengu wenye changamoto nyingi wa sasa. Amekuwa papa katika ulimwengu wenye changamoto nyingi sana mm, na, na, na katika uchaguzi huu kulikuwa kuna mijadala ambayo ilikuwa inahusisha misimamo, kuna baadhi ya Eh, makadinali wenye misimamo ya kihafidhina walikuwa wanatajwa kwamba sasa hivi labda kanisa linahitaji mhafidhina. Wengine wakawa wanataja makadinali ambao walikuwa na misimamo ya kiliberali, eh, kwamba sasa hivi wengine wakidhani kwamba kanisa linahitaji mliberali zaidi kama alivyokuwa Papa Francis. Kwa hiyo kukawa na kuna kama makundi hayo mawili, lakini sasa huyu ambaye amechaguliwa hivi sasa yeye anasimama wapi? E, ukisawa walikuwa wanataja nikiwa hapa nafanya field hapa EWTN ukiingia tu studio wameweka waliweka majina ya mapapa wote alafu kila ukiingia tu kila mtu ana, anaweza kupata nafasi ya kukuelezea. Kwa hiyo waliwatenga waliweka baadhi ma, majina fulani kama vile wanabet mm. huyu huyu huyu huyu, lakini kanisa aliko hivi. Kwa hiyo kulikuwa na misimamo, ni misimamo mikali na misimamo ya misima kati, basi vyo namna hiyo, lakini Eh, huyu sio miongoni mwa wale ambao majina yaliyozungumzwa na kusambaa sana mitandaoni na watu kufanya betting mm. na nini, nilikuwa tunaona kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ametoka, ame sema, ameibuka, amechaguliwa kiongozi ambaye, eh, hakuwa masikioni mwa wengi mm. eh, lakini lakini vipi kuhusu misimamo yake? misimamo yake sasa hivi, hatuwezi kusema misimamo yake sasa hivi ikoje. Misimamo yake namba cha kwanza kabisa hmm, e, kama Papa atafanya kazi za msingi kama e, kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani moja; pili, atafanya kazi e, kama rais wa Vatican na tatu, tumpe nafasi. Sasa hivi ni mapema mno kusema misimamo yake, ni misimamo yake fozi. Ni wazi atajielekeza zaidi katika mambo yanayohusu eh, kazi zake za kimsingi za kiofisi. Lakini lakini lakini, fadha Ngapemba, huyu alikuwa kiongozi mkubwa ndani ya Roma, eh, ndani ya Roman Curia alikuwa ni kiongozi wa dekasteri ya maskofu, na yeye mapendekezo yake ndio alikuwa yanatoa muongozo kwa Papa Francis kuchagua maaskofu katika maeneo mbalimbali duniani. Kwa hiyo ni wazi kwamba e, mitazamo yake kuhusu mambo yanavyokwenda ndani ya kanisa ilikuwa inajulikana na watu ambao wa, walikuwa wa, wa, wa, wa, wa wanamfuatilia pengine wanafahamu ni mtu wa namna gani, sio? Yeah, ni wazi alikuwa kiongozi katika mchakato mzima wa kuwachagua mapapa, I'm sorry, wa kuwachagua maskofu duniani. Kwa hiyo majina katika sehemu mbalimbali duniani, yanapita katika ofisi yake alikuwa na nafasi kubwa ya kusema huyu ndio huyu sio. Lakini tambua kwamba kwa nini majina alikuwa anachagua watu hawafahamiki wanakuja kwake. Kwa hiyo ma, mabalozi wale wa Baba Mtakatifu katika nchi husika wanaleta majina na habari za siri za kila yule kandidati aliyoteuliwa kupaswa kuwa askofu. Kwa hiyo wao na mambo yao yasiri juu ya maisha yake na kila kitu. Kwa hiyo vitu vingine hatufahamu, ni vya siri vya ndani mm. kwa hiyo msimamo wake huwezi kuona katika hiyo, msimamo wake kuhakikisha kwamba yale majina, kwa mfano, wanaoteuliwa kuwa maaskofu ni wa, wa, watu ambao wanafaa, kanisa linawahitaji watu wema, e, wema, viongozi wema wa kiroho, wanaopendwa katika jumuia, wanaofanya kazi katika jumuia vizuri, vitu vya namna hii mm. kwa hiyo kwa sasa hivi kwa nafasi yake huwezi kusema msimamo wake ni upi. Sisi na kwa nafasi ya kwanza kabisa na msimamo wake kama papa kama Leo, papa wengine lakini mazingira pia yatamshape ya mm -hmm. na changamoto sasa hivi zitaona Ikasabu, kwa sababu hata kadinorea wakati anaelezea katika mahubiri yake alisema kwamba achaguliwe papa ambaye anahitajika zaidi, katika waache tofauti zao katika ulimwengu huu wa sasa na changamoto hizo. Sasa hatujui mambo yaliyokuwa ofisini ni mambo gani makubwa. Unajua, Vatican ina operate katika mambo ya siri kubwa namna hii. Sasa tukiachana na uh huo mtazamo wa kiroho eh, eh, Peter, kuna, kuna, kuna mtazamo wa kiwajihi na sifa nyingine pia kama kiongozi Ndiyo. kwanza ana umri wa miaka 69 eh, pili anaonekana ana, onekana, ana energy. Kwa, kwa, kwa, kwa wale kwa wale eh, makardinali pengine unaweza kusema ni miongoni mwa makardinali wenye umri mdogo kabisa, eh, na, na hata pia eh, muda wake wa kuwa kardinali sio, amekuwa kardinali mwaka 2023 na amefanya okay wa kardinali na Papa Francis kweli, kweli, kweli, kweli. Eh, inaonekana pengine watu walitazamia kwamba atakayekuwa Papa ni mtu ambaye amekuwa kardinali muda mrefu hapo, ambao wamekuwa makardinali tangu miaka ya 90 wengine tangu mwanzo wa miaka ya 2000 lakini huyu eh, inaonekana kama amepanda haraka katika nafasi hizi, ni kweli? M mimi naongea kama mwenyeji wa Vatican, mwenyeji wa Roma Mtanzania, nileishi huko sana hmm. Lakini sio mtu wa dini sana kihivyo. E, kanisa linaenda na na wakati na, linaenda pia kwa kuheshimu dunia ikoje sasa hmm. na utawala uliokuwepo kwa sababu nimeambiwa hivyo na wanaheshimu sana sasa, huyu ni raia wa dunia kwa sababu hmm. e, ana asili ya Ufaransa na ana asili ya Spanish kwa upande wa mama, amezaliwa Marekani amekulia ame, amefanya kazi Peru, alikuwa ni profesa pia kule Peru wa mambo ya theology na nini mm. moral theology na vitu vingine na canon law. Sasa kanisa Roma pale kuna changamoto, na ndio maana hawakumuweka mtaliano tena mm. kwa mara ya tatu. Dunia inashangilia kwamba hajaingia mtaliano, kwa sababu wale ni walikuwa ndo ndo, ndo kwao pale, miaka miaka yote ni wao tu. Sasa kuna changamoto ndogo ndogo, mimi nilikuwa hata leo usiku kucha nilikuwa nasikiliza redio zote za Italy wa kidogo walitegemea papa Mtaliano mara hii, kwa sababu wanasema miaka zaidi ya arobaini. Jamani, atajua sana kardinali Pietro e, e. Sasa lakini dunia tumempata papa ambaye ataifungua dunia, na, na historia inaonyesha kwamba tukimpata papa ambaye anatoka nje ya Itali au nje ya Europe, na sisi tunapumua dunia, ni tunapenda kuonyeshwa upendo, lakini kuna mjadala ambao umeibuka mkubwa kuhusiana na papa kutoka Marekani, ndio Ndiyo, hilo, hilo uh, kwa sababu kwanza, kwanza ni taifa kubwa, ni taifa lenye ushawishi katika maeneo mengi e. Na hivyo wengine, we, walikuwa na mtazamo kwamba pengine papa angetoka katika taifa ambalo halina ushawishi mkubwa ama liko linaonekana kama liko neutral kwenye, kwenye siasa za dunia. Kuna wataalamu nilikuwa na wasikiliza usiku huu toka Italia anasema kwamba ni dalili kwamba hata Marekani sasa basi nayo iko foleni kama sisi, wanahitaji nao at least kushikwa mkono mm, kwa hiyo kupewa pewa nafasi hizi za upendeleo ambazo tulikuwa tunajizawadia nchi za kinyonge kama kutupa pole, kutupa maji ya kunywa. Sasa na Marekani nao wanahitaji hayo maji ya kunywa, kwa hiyo tuna wa, wao wa, walikuwa wanasema ni dalili kwamba Amerika imeshuka imepanga foleni na sisi, na wanatamani hata hizi nafasi ambazo tulikuwa tunajua ni zetu tu, kwa hiyo tuchukulie kwamba ni, ni, ni, ni jambo jema lakini, pia ni Marekani ambaye sihajakaa Marekani, ni Marekani wa kidunia, ni mwana Commonwealth mwenzetu, mi nafikiri ni papa sahihi hmm, na hawajakosea wale makardinali zaidi ya themanini na tisa kwa kura zilizopigwa pale, kwa sababu wale ni mia moja thelathini na tatu kupata asilimia yes. Ni lazima wawejapo themanini na tisa kwenda mbele, kwa hiyo hawajakosea, ni papa ambayo tunamhitaji kwa sasa mm -hmm. Sasa tumalizie kidogo na padri Ngapemba, sijui kama bado yupo eh, mtandaoni. Kwa ufupi tu padri Ngapemba, kwa kumalizia, eh, unaonaje mapokeo ya watu baada ya kuchaguliwa kwa papa huyu hasa kuhusiana na hizo hoja ambazo zinazungumzwa kwamba anatoka Marekani na, na kwamba labda hakutarajiwa na hivi na hivi, watu wanajaribu kuzungumza pia kuunganisha baadhi ya matukio kuihusisha pia Marekani na vitu kama hivi. E, asante kwa swali zuri. Um, miongoni mwa watu ambao wanasema hakutarajiwa, haya ni ya kutu sisi ambao tunatizama kwa nje. Lakini wao makadinali na wale waliofanya kazi Vatican wanajua kwa ufasaha kabisa mm, hali ya Vatikani jinsi ilivyo inahitaji papa wa namna gani na na hata maamuzi yao eh, nafikiri baada ya kusomana zile profile zao kwa muda mrefu kuzipitia pitiana na nini, ingawa mapapa hao wanasema wakuchangamana sana kwa muda mrefu, wengi walienda baada ya kupata hiyo hadhi, wakarudi makwao katika majimbo yao kama Kardinali Lugamba na nini, lakini tayari ilishatoka, eh, profile zao, kwa kila mmoja aliweza kusoma mwenzake, aliweza kuongea kwa pamoja. Kwa hiyo mimi naamini kwamba wao Vatican ma wamemchagua mtu ambaye ni hitaji la sasa mm-hmm. Lakini vilevile Vatikani pia inaongozwa kwa misingi na tamaduni na sheria. Huyu e, pia amejifunza amefanya kazi Vatikani, amemwona pia aliyotangulia e, Papa Francis ameona changamoto alizopata na chalenje zilizopata nje, ameona hitaji la kanisa na na amekuwa akisaidia pia kushauri papa wa namna nani wa maskofu wa namna gani wa kuchagulia, kwa sababu alikuwa katika ofisi hiyo. Kwa hiyo mimi kwangu ninaona anafaa pia, kwa sababu ni maamuzi ya kura zile ambazo zilikuwa zimehitajika mbili ya tatu, lakini mm, nje watu wanaangalia katika mtazamo wa kisiasa, ndio, papa tunamwangalia katika kofia mbili e, diplomatic man, kwa maana kwamba e, interstates kati ya nchi na nchi, lakini pia ni kiongozi wa kiroho na ndio maana nasema basi tumpe nafasi ya kufanya kazi mimi na mimi tafanya kazi katika misingi na taratibu ya kanisa lililoweka, na yeye kama papa na vile vile ni askofu wa Roma, maana yake ni kiunganisho cha ma askofu wote na Wakristo wote duniani. Wakati huo pia, ulimwengu unamwangalia mchango wake zaidi Vatican atatoa katika changamoto za sasa kwa ulimwengu ambazo yupo katika dunia sasa katika changamoto za kisasa atapambana nazo kwa jinsi ya busara yake na wasaidizi wake katika nchi mbalimbali, na watu wanaofanya kazi Vatikani, pamoja na maaskofu katika nchi husika wana michango yao, jinsi kwa sababu anapata nafasi pia kuleta ushauri kwa kupitia channels mbalimbali. Kwa hiyo naamini atakabili vizuri. Asante sana Padre Ngapemba, na nakutakia majukumu mema hapo Roma. Asante sana shukran. Tumshukuru uh, Peter kwa kuungana nasi sana. Grazie, Grazie mille, Grazie. Asante sana <laughs> yeah, Habemus Papa. Asante sana. Shukran sana. Tunakamilisha hivyo na <tune>